Assalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale, paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Bilal. Bilal alikuwa mwerevu na alikuwa ana bidii sana, lakini alikuwa na tabia ya kuongea uongo uongo. Sasa siku moja alienda shule. Alipofika shule, mwalimu akawafundisha vizuri, akawapea homework. Akama, akawaambia kwamba hii homework mwende mkaifanya, lakini kesho asubuhi nataka vitabu vyangu mlete homework yangu, wewe mshaifanya. Haya Bilal akaenda zake nyumbani, kufika nyumbani, akaanza kucheza na marafiki zake mpaka akasahau kwamba kuna homework ya kufanya ya mwalimu na mwalimu aliwaambia kesho asubuhi ataka kitabu. Bilal akacheza akacheza akacheza. Baadaye ilipofika ikawa amechoka mwenye, akaenda akaoga, akalala. Kesho asubuhi kufika shule ndo akumbuka ee, mimi sijafanya homework ya mwalimu. Sijui nitamwambia nini mwalimu. Akakaa akasema mmm, tamdanganya. Mwalimu alipoingia akauliza, haya, nataka kazi yangu. Watu akatoa kazi kwanza, ak aliuliza ile mwalimu kabla kupewa kazi yake. Akauliza nani hajafanya kazi yangu? Kila mtu mmefanya, Bilal pia nimefanya Akauliza nyote mmefanya? E, haya kusanyeni vitabu. Watu wakakusanya. Sa ile mwalimu kuangaliangalia vitabu ashanga, mbona kitabu kimoja hakipo? Nani hajafanya akauliza tena, kila mtu tumefanya. Haya, akaanza kuita majina mmoja baada ya mwingine, akagundua kwamba ni Bilal ndo kitabu chake hakipo. Basi akamuuliza Bilal, eh, kitabu chako iko wapi? Akaambia ah, mwalimu, mi kitabu changu nikaa mmekisahau nyumbani, mi likuwa mmefikiri mmekeka hapo yule mwalimu akamwambia wewe Bilal, wanidanganya. Akamwambia, ukweli mwalimu, mimi sikudanganyi, mimi mmefanya homework lakini kitabu mmekisahau nyumbani, labda mimi nilikuwa nafikiri mmekieka. Mwalimu, yani alikuwa anaona tu, yani huyu Bilal ni muongo, amenidanganya. Lakini akamwambia Bilal, sema ukweli. Mbaga yule Bilal akaanza kuaibika akasema ah, bwana mwalimu ni ukweli, lakini kila mtu pale darasani ashajua kwamba amedanganya. Kafika nyumbani yule mwalimu Akamsemea kwa babake, alimpigia simu babake, akamwambia Bilala amedanganya, siku hizi amekuwa mtoto muongo, mmempa kazi hajafanya, lakini asema kwamba kitabu amekisahau nyumbani. Sasa wakati wa kwenda nyumbani, Bilala alivyofika nyumbani, babake akamwambia ehe, nasikia leo umedanganya kwamba kitabu umekisahau nyumbani, basi nenda ukanichukulie hicho kitabu, nione hiyo homework. Ikawa hana cha kufanya, maskini, kumbe alikuwa amedanganya. Aibu ikazidi kumwandama, akaambia tu babake, baba mi mmedanganya Baba yake akamkalisha akaambia, mwanangu, wajua ubaya wa uongo, wajua madhara ya uongo? Kwanza utapata dhambi. La pili, kila ukidanganya we wazidi kujifundisha udanganya zaidi na zaidi. Waanza kudanganya polepole pole, lakini itakuwa wazoeazoea ndo uzidi kudanganya mpaka mambo makubwa utakuwa wadanganya. Na pia tukifanya mambo mazuri, yani tukiacha kudanganya, takuwa si pia twajifungulia njia ya kwenda peponi. Kwani wataka uende motoni? Bilal akambia hapana, baba, mimi sitaki kwenda motoni. Kama basi, jifundishe tabia nzuri, sema ukweli. Kama ulikuwa umesahau kufanya humo, kungemwambia tu mwalimu mimi nimesahau, labda angekusamehe ama angekuadhibu, kwa sababu ni makosa yako. Yeye amekupa kazi, kwa nini usifanye? Basi Bilal akasema, kuanzia na leo siwezi kudanganya, maana aibu imeniandama kuanzia na shule mpaka nyumbani, pia baba yangu amejua kwamba mimi ni muongo. Kuanzia na hiyo siku ikawa hadanganyi tena n yani, akifika ya mahali akiona kwamba kuna kuna uwezekano wa kudanganya, kumbuka tu venye baba yake alimwambia, na pia anakumbuka ile aibu venye ilimwandama, basi anasema tu ukweli. Akisema ukweli an, anajiona kwamba eh, nikawa nimetoa mzigo mzito kwenye mwili wangu. Afadhali sahivi, hata kama ni uchungu, heri tu niseme ukweli. Basi na hadithi yangu ikaisha hapo. Kwa hivyo tumejifunza nini? Tumejifunza kwamba tusidanganye, tufanye mambo mema, na kati ya mambo mema ni kusema ukweli. Tukifanya mambo mema, tunajifungulia njia ya kwenda peponi. Tupatane tena kwenye hadithi ifuatayo. Wasalam.